Idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii ni makala ya Haba na Haba, inajikita katika dhana ya utawala bora nchini Tanzania kwa kuleta pamoja mifano uhalisi ya maisha changamoto na mafanikio na hoja. Leo ni safari ya Tanzania kuelekea kwa nchi ya viwanda na kuchangia asilimia 40 ya ajira ndani ya miaka kumi ijayo. Serikali inasema itahakikisha vinafufuliwa na kujengwa viwanda vipya, lakini itajikita zaidi kwenye viwanda vya kati, vidogo na vidogo sana. Hapa nguvu zote tunaelekeza kwenye viwanda hata takwimu zetu zinaonyesha asilimia 99.15 ya viwanda vyote vya Tanzania ambavyo vinakaribia kuwa elfu hamsini, vyote ni viwanda vidogo na viwanda vidogo sana. Huyu ni Charles Mwijage, waziri anayeshughulika na viwanda nchini Tanzania. Hata hivyo, upo wasiwasi wa safari yenyewe hii ya kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda kutoka Watanzania, na wakiwemo pia baadhi ya wa wasomi. Sera na sheria na mifumo ya kiutekelezaji ya kitaasisi inabidi iwekwe sawa. Mashaka ya baadhi ya wasomi ndicho kinachotufanya leo tuiangalie safari hii ya Tanzania kuelekea kuwa nchi ya viwanda, ili mwananchi aweze kujiandaa na matokeo yoyote ya safari hii, yawe hasi au chanya. Naitwa Yusufu Mazim, niko na Halima Kasim. Milango iko wazi kwako msikilizaji, kututumia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0785236938, au tuma kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kupitia BBC Haba na Haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore habanahaba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2016/2017 wizara ya viwanda biashara na uwekezaji inaomba kutengewa jumla ya shilingi bilioni 81 milioni 871 elfu 992, ili kutekeleza majukumu ya wizara. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 41 milioni 871 elfu 992, sawa na asilimia 51 ya bajeti, ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 40, sawa na asilimia 49 ya bajeti, ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Hii ilikuwa ni sehemu ya hotuba ya bajeti ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji iliyowasilishwa bungeni hivi karibuni na Waziri Charles Mujage. Lakini hata hotuba kuu ya serikali iliyowasilishwa na Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango ilitaja neno viwanda zaidi ya mara 60. Hiyo inaonyesha uwepo wa dhamira na nia ya serikali ya Tanzania ya awamu ya tano ya kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda na nia hiyo imepata mwitikio chanya kwa baadhi ya wananchi. Mwandishi wetu Vumilia Kondo amezuru eneo la Mikumi mkoani Morogoro, kwenye mashamba ya miwa. Huko kunaanzishwa kiwanda kipya cha sukari, na inatajwa kuwa wakulima zaidi ya mia tano watanufaika na uwepo wa kiwanda hiki kitakachozalisha tani zaidi ya elfu tano za sukari kwa mwaka kuanzia Mei mwaka elfu mbili na kumi na saba. Msikilizaji, nipo katika kijiji cha Hiombwe, kijiji ambacho kipo ndani ya kata ya Mikumi, jimbo la Mikumi, halmashauri ya wilaya Kilosa, sehemu ambayo uh, kiwanda cha sukari kidogo cha German Ken Estates Limited kitajengwa na kufanya kazi hapa. Kwanza kabisa nakutana na Bwana Maulidi Mrisho. Uh, Maulidi Mrisho yeye ni mkulima wa miwa muda mrefu sana katika kijiji hiki e, cha Iyombe. Pengine ujenzi wa kiwanda hiki ameupokeaje? Ah uh, ujenzi wa kiwanda kiukweli imepokea vizuri kabisa na nafikiri itaongezea tija kwa sisi wakulima wadogo maeneo haya ya Iyombe. Na pengine sasa falsafa ya nchi ambayo inapigiwa debe ya viwanda imekuwa na mpokeo chanya kwako? Ya, kwa kweli ni inampokea cha- inampokea chanya kwa sababu ni ni falsafa ambayo itatujenga sisi katika kuinua uchumi wetu hasa kwa wananchi mmoja mmoja, kwao ni kitu kizuri ambacho tumekipokea vizuri kabisa. Lakini kina mama ndio wamekuwa watumiaji wakuu wa sukari hasa majumbani, na mtafuta Bi Fatma Saidi ambaye ananiambia kuhusiana na bei ya sukari ilivyo sasa na ujenzi wa kiwanda hiki kuna uhusiano gani? Eh, naweza ikaleta hueni yote kwa tutakuwa jirani na kiwanda hapa. Kuwa jirani na kiwanda ndio kunafanya bei ya sukari kushuka? Naweza ikawa hivyo, inakuwa na kahueni kidogo kwa sababu hapo jirani. Unaona uwepo wa viwanda vingi kwa sasa hapa nchini kama ambavyo serikali ya awamu ya, ya tano inataka, inaweza kaleta unafuu wote katika maisha? Inaweza kaleta ka unafuu, kwa sababu kutakuwa na viajiraajira hatu wa hali wa za chini kama sisi, wengine wanaweza ukapata kiajira kule kidogo, maisha yanaenda. Sehemu yoyote kiwanda kinapojengwa, swala zima la mazingira lazima lizungumzwe. Je, wananchi walishaka na kufikiria kuhusiana yeah, na, na mazingira ya, tushaongea na mwekezaji na yeye ashasema kwamba lile halitokuwa na tatizo, kwa hiyo nasi tushalizia na hilo. Kutokana na maelezo haya, na lazimika sasa kumtafuta Bwana Pius Mvura ambaye yeye ni mwenyekiti wa kijiji cha Kihombwe ambapo kiwanda cha German Ken SS Limited kitajengwa. E, matarajio yetu sisi kama kijiji, unajua wananchi kama watakuwa na hali nzuri ya kimaisha, hata kijiji pia kitabadilika kwa maisha, kwa kuwa kwa mfano michango midogo midogo ya kijini inakuwa haisumbui, na wananchi mara nyingi hawatategemea sana serikali kuwasaidia kwa sababu hali ya kipato kwao iko juu zaidi. Ni taarifa ya Vumilia Kondo kutoka Morogoro. Na sasa mkulima George Mlingwa anatueleza nini dhamira yake ya kujenga kiwanda hiki. Nimeanza kiwanda kwa sababu mimi na uzoefu wa miaka ishirini na karibu na tano nalima miwa. Zao la miwa nalifahamu. Lakini nilikuwa najiuliza ili niweze ku kuongeza thamani katika zao langu la miwa nifanye nini? Kwa hiyo swala ya kiwanda nimekuwa nalo karibu miaka kumi iliyopita. Lakini wako wengi ambao wanania hiyo ya kuanzisha viwanda, sasa wataanzisha viwanda na ndoto ya kuwa na Tanzania ya viwanda itakuwa kweli. Ndoto hii ya Tanzania kuwa ya viwanda inatupeleka kusikia maoni ya wa Watanzania tuliozungumza nao kuhusu hoja ya wiki hii. Ndoto au safari ya Tanzania kuelekea kuwa nchi ya viwanda, wanaiona ndoto hii ikifikiwa? Aa, kwa jina mi naitwa Hemed Mohamed kutoka Mwanza. Lakini niseme tu ni nyaya nzuri, lakini naona bado tuna, tuna safari ndefu sana kufikia pale ambapo tunataka kufika. Kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo kubwa zikiwa ni mbili. Uh, kwanza swala la la nishati, lakini pia kuna swala la teknolojia. Lakini bado ukimwangalia mkulima wa kawaida, sioni kama kuna jitihada zozote zinafanyika kumkwamua huyu mkulima wa kawaida ambaye ndio tunasema viwanda hivi vitakuja kumtegemea baadaye. Naona kuna haja ya kurejea kwanza huku chini kabisa. Hatuwezi ku- kufikia malengo kama tutaanzia juu huku. Asante sana Hemedi Muhamedi kutoka Mwanza. Hivi sasa kwenye laini pia ninaye hapa Siza Muhando. Umesikia maoni ya Hemedi kutoka Mwanza juu ya Tanzania kuwa ya viwanda, unaona ndoto hizi zikitimia? Kwa upande wangu, unaona bado ndoto hizi kwa nchi yetu hii, nidhani. Kwa sababu gani? hata kipindi cha nyuma ndoto hii tulishawahi kuiota, tulikuwa na viwanda vingi, lakini hatimaye leo tumebakiwa hatuna viwanda, tumebaki na viwanda vichache. Kwa maana nahisi ndoto hii pia kwa mara ya pili pia tunaweza tusiifikie. Asante sana. Huyo alikuwa Siza na kwenye upande wa Facebook kuna ujumbe mwingine hapa, unatoka kwa Mbaga Charles Kubeja wa Katoro Geita, anasema inawezekana ikafanikiwa hiyo ndoto endapo serikali itatumia vizuri bajeti iliyotolewa juu ya viwanda. Maoni haya wananchi kwa njia ya simu yanaibua hoja ya vikwazo mbalimbali kwenye utekelezaji wa dhamira hiyo ya Tanzania kuwa ya viwanda. Lakini viwanda vinajengwa, vipo vinavyoishia njiani na vipo vinavyokamilika, lakini havizalishi. Kwa mfano, serikali inatumia dola zaidi ya milioni 240 kwa mwaka kupambana na ugonjwa wa malaria, lakini kuna kiwanda cha kutengeneza dawa za kuulia mazalia ya mbu wanaosababisha malaria huko Kibaha mkoani Pwani nchini Tanzania, ambacho tangu kuzinduliwa kwake mwaka mmoja uliopita hakijaanza kufanya kazi. Mwenzangu Yusuf Mazimu ametembelea kiwanda hicho. Ndo tunaingia hapa, uh, kilipo kiwanda hiki kuna shughuli zinaendelea hapa kiwandani. Uh, mwendo kama wa mita 800 hivi kutoka barabara kuu ya Dar es Salaam Morogoro, lakini pembeni kidogo kama mita ya 150 hivi, kuna wakazi wanaishi hapa. Kiukweli inauma afu isitoshe kwamba kiwanda kimetuzunguka, tuko nacho jirani hapa. Afu ukiangalia malaria ndiyo kwanza yanazidi yanaua nini afu. Kiwanda kipo akifanyi kazi yoyote. Kwa upande mmoja au mwingine, lazima tuumie kwa sababu so, matarajio yetu tulitegemea kwamba tumejengewa kiwanda karibu, tukajua kwamba tutaepukana na ugonjwa wa malaria, lakini tunaona tu kiwanda kipo akifanyi, akifanyi kazi na tuja, hatujui kitaanza lini kazi, lakini hadi sasa kiwanda akifanyi kazi malaria ndio kwanza zidi watu wanakufa kwenye ugonjwa wa malaria. Mache kinachotusikitisha mmeshawahi kuhoji lakini kuuliza kwa nini kifanya kazi? Ah, tunauliza yaani, labda kuhoji, tunaulizaga tuiko kiwanja, kiwanda kitafunguliwa lini? wanatuambia o oh, rais anakuja kufungulia kama mwezi ule uliopita, lakini hatuelewi sababu nini me, kinachokosa yaani kinachokosa kufunguliwa iko kiwanda haijulikani sababu. Kwa hiyo dada, unaona kwamba kingekuwa mkombozi wako kwenye maisha yako, upande wa malaria, sio peke yangu, tuseme jamii nzima, kwa sababu hiki kinapofunguliwa dawa zinaenda mahali mbali mbali, sio kwa hapa Kibaa peke yetu. Kwa hiyo kingekuwa mkombozi kiwasaa Msikilizaji, taarifa hii kutoka Kibaha mkoani Pwani nchini Tanzania inaonyesha mahitaji ya nguvu za makusudi kusimamia na kuviendesha viwanda vinavyoanzishwa ili kuwapa ahueni ya maisha wananchi. Hata hivyo, mkurugenzi mwendeshaji wa Shirika la Maendeleo la Taifa NDC wanaosimamia kiwanda hicho kilichopo Kibaha Mlingi Mkucha anafafanua changamoto ambazo zinachelewesha kiwanda hicho kuanza uzalishaji kama alivyomweleza mwenzangu Humphrey Mgonja. Aa, kama unavyojua Uh, kiwanda chochote, teknolojia yoyote ile ina changamoto, na sasa hivi tumekamilisha ujenzi wote, umekamilika mitambo yote imekamilika. Uh, tumekwisha fanya uzalishaji wa majaribio. Sasa hivi tuna lita kama elfu kumi na mbili ambazo tumezalisha tayari. Tumeshafanya majaribio ya hiyo dawa katika maeneo ya Kibaa. Uh, matokeo yamekuwa ni mazuri sana, na sasa hivi ndio tunajiandaa kuanza uzalishaji wa kibiashara. Lakini kwa muda ambao umechukua hapa, huoni kwamba hii inaweza kukatisha tamaa wa, wa Tanzania, juu ya uzinduzi rasmi wa kwanza kufanya kazi nye, kwa muda ambao umechukua mpaka sasa? Ya, ni, ni, ni, ni changamoto unajua. Uh, sasa hivi tulitoka katika muda ambao tulikuwa kwenye uchaguzi mkuu kwayo, kwa hiyo kwa maana ya rasilimali fedha imekuwa kidogo, ni changamoto, na ndio kitu kikubwa ambacho kimetuchelewesha kidogo, kwa sababu tunahitaji fedha ya kutosha kwa ajili ya kuanza uzalishaji wa majaribio. Kwa hiyo ndio kunaweza kukawa na, na, na, na, na, na kidogo sintofahamu ya wananchi, lakini niwahakikishie tu kwamba sasa hivi serikali jambo hilo inalishughulikia ili kwamba tuanze uzalishaji haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi mwendeshaji wa shirika la maendeleo la Taifa, NDC Mlingi Mkucha, akikamilisha mazungumzo yake na Humphrey Mgonja. Pamoja na juhudi hizi za kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda, kuelekea kuwa na nchi yenye uchumi wa kati, wapo baadhi ya walio na mashaka, hasa wenye viwanda vidogo vidogo hawaoni kama hilo linawezekana kutokea kwa hivi karibuni. Idi Juma ametuandalia taarifa ifuatayo. Hapa ni katika kiwanda kidogo cha kutengeneza mikate kinachoitwa Zamzam kilichopo hapa jijini Mwanza. Nimefika hapa kuona namna ambavyo Tanzania ya viwanda itakavyovigusa viwanda vidogo. Ninazungumza na meneja wa kiwanda hiki Lucy Josephu. Kwanza nitake kufahamu kutoka kwako, Tanzania ya viwanda ina maana gani kwako? Tanzania ya viwanda kwangu mimi sidhani kama itakuwa na maana maana maana yake haijajenga kugusa wale ambao ni Tanzania viwanda vidogo hivi, una maana gani hapo? Kwa sababu hii kazi ya viwanda vidogo prosesi zake kuzisajili, kuzileta mpaka ufike hapa ni ngumu. Unadhani Tanzania ya viwanda inawezekana? Kuwezekana, inawezekana tena vizuri, lakini haitawezekana kwa wale maskini, itawezekana kwa matajiri kwa sababu prosesi zake ni kubwa. Bado usajili kwa dola dola, mi naijua kwanza, sijawahi kushika mpaka umni huu dola. Ukienda TFDA karatasi zinatoka ni za Kiingereza. Toa basi Kiswahili at least nisome nielewe ni nini kinachoendelea pale. So niletea Kiingereza, nakijulia wapi kakaangu? Sijui bwana. Hamisi Ramadhani ni mfanyakazi katika kiwanda hiki. Yeye bado hajaona tumaini ya ujio wa Tanzania ya viwanda hatujakiona, tunasikia tu. Ni msemo kwamba mtu anasema Tanzania viwanda inaweza ikachukua labda hata miaka ishirini au kumi. Kama ikitokea ikawa Tanzania viwanda, itakuwa na manufaa kwenu, itakuwa na manufaa kwetu, kwa sababu kipato chetu kitaongezeka, ushindani utakuwepo, utachagua mwenyewe kwamba ukafanye kwa nani na mazingira ya kazi yatakuwa ni mazuri. Nikirudi kwa meneja wa kiwanda hiki Bilusi, yeye anadai ujio wa viwanda haujamshtua hata kidogo katika biashara yake akiamini ubunifu na upekee ndio utakaofaa zaidi katika soko. Viwanda tu vije tu, kila mmoja atakuwa na ubunifu wake, kisha ingiza sokoni bidhaa yako ikiwa nzuri, bidhaa inakubalika. Serikali pengine inaweza ikasaidia katika maeneo gani kwenye kuhakikisha kwamba viwanda vidogo vinafanikiwa na vinakuwa vingi zaidi kwenye hii Tanzania ya viwanda ambayo Mheshimiwa Magufuli anaizungumzia. Hapunguze makali hayo ya kusajili bidhaa atisti kidogo kwa hivi viwanda vidogo ambavyo ni vichanga, mtu anayeanzisha biashara atisti, ili hao vijana ulioka mitaani wapate ajira. Kutoka Mwanza, mimi ni Idi Juma, Haba na Haba. Taarifa hii yaidi Juma inapigiwa chapuo na kauli ya Profesa Haji Semboja, mchumi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambaye naye anaonyesha wasiwasi wake kuhusu kuwezekana kwa Tanzania kuwa nchi ya viwanda kutokana na sera iliyopo. Tumekuwa tunatamka ama tunafikiri, na mchango wa taifa wa, wa viwanda ni kama asilimia tisa. Hatuna mabadiliko ya kuweza kutegemea kwamba viwanda vinaweza kutumika kama E, ni misingi ya maendeleo ya, ya nchi tunazungumza, lakini kutenda pamekuwa ni hafifu. Tanzania inawezekana vipi kuwa nchi yenye viwanda? Uh, mi nafikiri lazima tujipange vizuri kwamba pamoja na kwamba tumezungumza katika maandishi mbalimbali ya sera mbalimbali mbali, lakini panabidi Mheshimiwa Rais akubaliane kuwa kwamba sera iliyokuwepo ni ya zamani imepitwa na wakati na mkakati uliokuwepo hautekelezi sera ya zamani. Kuna mabadiliko makubwa na mahitaji yapo, kwa hiyo sera na sheria na mifumo ya kiutekelezaji ja kita ya kitaasisi inabidi iwekwe sawa. Ni Profesa Haji Semboja, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mungu akija kunisaidia nikapata kawezo kidogo kua nitengeneze gari, futengeneza gari, bada anitengeneze ndege ili sasa ahadi yangu naujahidi katika maisha yangu ndo ifike. Huyu ni Mtanzania hajasoma darasa hata moja, aliyeunda gari kupitia kiwanda chake kidogo na bado ana malengo. Utamsikia baadaye. Kwa sasa, huyu hapa naibu katibu mkuu wa wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji Josef Malongo anaeleza namna serikali ilivyojipanga kupitia shirika la viwanda vidogo vidogo SIDO kusaidia ndoto ya kuwa na nchi ya viwanda. Serikali inayo mipango ya kushuka zaidi. Kama mnavyojua, kuna shirika la viwanda vidogo vidogo SIDO kuna mfuko unaitwa NED, eh, ni fund, National Entrepreneur Development Fund ambao unatoa kuanzia elfu hamsini mpaka nadhani milioni moja mbili, kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo sana wanaotaka kuanzisha viwanda. Kwa hiyo serikali nayo hiyo mikakati, na mwaka huu SIDO tumewatengea pesa ya development kwa ajili ya kustimulate, uh, nani viwanda ambavyo ni vya chini. Maneno haya ya naibu katibu mkuu wizara ya viwanda Yanatupeleka SIDO Dar es Salaam. Hapo tunakutana na mbunifu Jacob Louis Kapalata aliyetengeneza gari kwa miezi mitatu tu. Gari lililotengenezwa ni dogo hivi kwa kulitazama, lililo wazi juu na lenye uwezo wa kubeba watu takribani watano hivi, na kupitia mpango wa serikali chini ya SIDO anatarajia kuliweka sokoni gari lake hilo, huku akijiandaa kubuni ndege na ndoto hii kitimia, itaiweka Tanzania katika historia. Hii ni taarifa ya Humphrey Mgonja. Tena ama kweli, mtaka kilicho mbali hukitembelea. Alichokifanya Kapalata ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu. Katika malengo yangu yatoka, niko mdogo nisema kwamba Mungu akija kunisaidia, nikapata kawezo kidogo, akuja nitengeneze gari aafu ishatengeneza gari, baadaye nitengeneze ndege. Ili sasa ahadi yangu, nilijitahidi katika maisha yangu ndio ifike. Jamii haikuelewa shabaha ya Kaparata angali mapema, lakini aliendelea kuamini, mwindaji kamwe haogopi miba watu alivyokuwa naangalia wakati natengeneza hicho kitu natembelewa naona kama mimi labda mwevu yeah. Yani kwamba nimekosa sehemu <laughs> hela pa kuzipeleka yeah. Nimekuwa nachezea hela zangu, lakini kuweza kujua kitu mimi na, nalenga kitu gani. Nafasi ya serikali katika kusaidia kipaji chako kikuwe, unaridhika nayo? Kwa sababu rais ameingia mwingine madarakani mm. Kwa kweli kwa kuwa ameahidi nchi ya viwanda na mimi ni mdau mmoja wapo, atalipokea. Twende tuingie ndani ya gari uiwashe kidogo tuweze kuisikia. Mtu ukiwa umempakiza kwenye gari, hao apati wasiwasi kidogo -wasi kwamba pengine imetengenezwa na wewe akashindwa kukuamini? Aha, kwa kweli wasi wasiwasi hawezi kupata kwa sababu gani? Vigezo vya gari vyote nimevipitia. mm. Useme unaiuza kwa sasa, unaweza kuuza shilingi ngapi? Kuuza milioni 16. Omari Abubakari ni mkurugenzi wa shirika la kuhudumia viwanda vidogo Sido. Kaparata ni kwanza gharama za uzalishaji wake ni chini, kwa sababu tunamsaidia kuwa exposed katika mazingira ambayo taasisi zingine zikaweza kumsaidia vilevile vile. Sisi tunamiliki la Kapalata na kusainiana mkataba ili huyu mtu aweze kuzalisha gari kama zile nyingi zaidi ya zile. Ni taarifa ya Humphrey Mgonja. Yusuf, tumemsikia Kapalata na ndoto alionayo mpaka sasa, na anasema kwamba asilimia zaidi ya hamsini ya malighafi aliyotumia kutengeneza gari hilo ametengeneza yeye mwenyewe, lakini asilimia kama 30 hivi amechukua kutoka mahali lakini Punde tumemsikia Omar Abubakari, mkurugenzi wa SIDO, ambaye mbali na hilo la mbunifu Kapalata, haba na haba imemuuliza tangu kuasisiwa kwa safari hii ya Tanzania kuwa nchi ya viwanda, miezi zaidi ya sita iliyopita, na wao kuwa na dhamana ya mafunzo, teknolojia na mitaji, je, watanzania wameanza kuwajibika kiviwanda? Yani, nikikueleza kwamba kwa kuzungumzia Tanzania wa viwanda sasa hivi, fladi ya watanzania wanaokuja SIDO kwa ajili ya mafunzo ya kutengeneza bidhaa yanazidi kuongezeka. Bajeti iliyotengwa mnaona inawatosha nyinyi kama Sido? Aa, naishukuru sana serikali ya mheshimiwa rais awamu ya tano, kwa sababu mwaka huu kwa shirika la Sido aa, asilimia 21 ya bajeti yote ya wizara ya viwanda aa, imekuja Sido na vile vile ukiangalia kwa mfano Uh, NGOs mbalimbali na zenyewe zina malengo ya kusaidia uendelezaji wa enterprises. Na kutokana na ukaribu wetu kwao ina maana ni zaidi ya kile asilimia 21 ambayo tunazungumza. Omar Abubakari huyo, mkurugenzi wa Sido, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Kasim. Pamoja na hayo, swali kubwa la kujiuliza lina baki, ni viwanda vingapi vipya vinatarajiwa kujengwa au kufufuliwa chini ya serikali ya sasa? Naibu katibu mkuu wa wizara ya viwanda, Joseph Malongo, anarejea tena. Unajua uh, anayejenga viwanda ni sekta binafsi maana serikali haijengi viwanda, si? Tunachofanya ni kuweka mazingira wezeshi. Kwa hiyo viwanda vinakuja vingi sana. Kusema idadi ni vingapi inakuwa vigumu, kwa sababu wengine wanakuja kuanzisha bila hata kupitia TIC, bila hata kupitia wizarani kwetu, unless wana mahitaji ya licenses. Lakini kwamba maagizo ni kwamba by 2025 eh, viwanda viwe vina ajiri asilimia 40 ya Watanzania. Ni naibu katibu mkuu wa wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji, Joseph Malongo. Msikilizaji, baada ya kusikiliza hoja zote zikiwemo zile zinazoonyesha wasiwasi wa mpango wa Tanzania kuwa nchi ya viwanda hapa, waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji nchini Tanzania Charles Mwijage anaeleza namna Tanzania itakavyojenga viwanda. Um, tunajengaje viwanda? Katika kujenga viwanda, ukipitia tathmini ya viwanda, viwanda vingi ni viwanda vidogo na vidogo sana. Tunalenga eneo hilo kwa sababu sisi maslahi makubwa ya kupata vi, ya kujenga viwanda ni pamoja na kutengeneza ajira, lakini tunataka kutengeneza viwanda ili kuongeza pato la taifa. Tunawekeza kwenye viwanda vya mazao, tunawekeza kwenye viwanda vya maziwa, tunawekeza kwenye viwanda vya ngozi, tunalenga kuzalisha mbegu za mafuta. hmm. Na, na yote kwa muda gani nafanyika? Tumeshaanza kabla ya jana, tumeshaanza na, na bajeti hii inatosha ambayo imepitishwa kufanya yote haya, na kushukuru kwa kuniuliza swali kubwa ambalo watu wengi walielewe. Bajeti ya nishati na madini wametengewa pesa trilioni moja bilioni mia tano na thelathini zinakwenda kwenye umeme wa vijijini, hatujazungumza umeme mwingine. Maana yake ni nini? Unapozungumza viwanda, kuna kitu kinaitwa sekta wezeshi na sekta saidizi. Kwa hiyo, wanapompa waziri wa nishati na madini pesa za umeme, hiyo ni sekta wezeshi kwangu. Ina maana mimi ninachotakiwa, kwa mfano, kwa nini viwanda vingi vilikufa? havikuwa na umeme wa uhakika na umeme wakati wote. Bajeti yangu ni trilioni 29, angalia zile sekta wezeshi na sekta saidizi zimepewa nini. The sum of it ndo bajeti ya viwanda. Bajeti ya viwanda ni 29 trilioni. Ni Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji, Charles Mujage. Ingawa juhudi zinaweza kuwa na lengo zuri tu, Halima, niseme hivyo, lakini zisipotekelezwa na kusimamiwa vyema, huenda ndoto za watanzania kushuhudia nchi ya viwanda zikaota mbawa. Wee, umewahi kuwa na ndoto gani? <laughs> Nyingi, lakini naomba nisiziseme. Niishe, ni hivyo tu, ndivyo tunavyohitimisha makala ya leo, na kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Wadhamini ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Mimi ni Halima Kasim, mwenzangu ni Yusuf Mazimu. Asante kwa kuwa nasi, kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, Taifa